Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni, na wakati huu tuelekee huko mashariki ya kati. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Miongoni mwa jitihada zinazofanywa na mataifa mbalimbali ulimwenguni ni pamoja na kuhakikisha kwamba kuna malizika kabisa vita kati ya Israel na wapiganaji wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Jitihada mbalimbali mbali za mazungumzo kuelekea usitishwaji wa vita katika ukanda wa gaza mara kwa mara zimekuwa zikifanyika, lakini je, mpaka sasa kwa nini hakuna mwafaka juu ya vita hivyo? Lakini pia mashambulizi mbalimbali baina ya wasimu hao wawili yanaendelea. Miongoni mwa matakwa ya Israel ili ikubali kusitisha vita katika ukanda wa Gaza ni kwamba kwanza, Hamas waache mapigano, kwa maana wasifanye mashambulizi, lakini pili, Israel inataka kuona kwamba wanamgambo wa Hamas wanapokonywa silaha zote walizo nazo. je Hili jambo limepokelewaje kwa upande wa wanamgambo wa Hamas? Kufuatia matakwa hayo ya Israel, wanamgambo wa Hamas wamesema kwamba hawapo tayari kukabidhi silaha zao kwa jeshi la Israel ili vita isitishwe katika ukanda wa Gaza. Wapiganaji wa Hamas wamesema kwamba endapo watakabidhi silaha zao kwa Israel, hii itaifanya Israel kuteka maeneo zaidi ya ukanda wa Gaza, Palestina kwa ujumla, na hata katika baadhi ya mataifa ya jirani. Aidha, Hamas imesema kwamba Israel imekuwa na mtindo wa kuteka maeneo yasiyokuwa yao kisheria na kuyafanya kuwa yao, hivyo Hamas imeamua kupambana dhidi yao. Hamas imeundwa kwa lengo la kutetea masilahi ya Wapalestina, hasa katika baadhi ya maeneo ambayo tayari yamechukuliwa na kwa sasa yapo chini ya Israel ambapo kwa sasa Hamas wanayapigania. Mbali na yote yanayojiri, Hamas iliweka ofa ya kuachia huru mateka wa Israel ili tu Israel isitishe mapigano lakini Israel ilikataa ofa hiyo na kusema kwamba si tu mateka bali Hamas wanapaswa kusalimisha na silaha zao. Israel ilitoa pendekezo la kupokonywa silaha kwa Hamas, huku wakidai kuwa hawatomaliza vita, lakini pia hawataondoka katika ukanda wa Gaza, jambo ambalo Hamas hawataki kusikia na kugoma kukubaliana na pendekezo hilo, huku wapiganaji hao wakisisitiza Israel kusitisha vita na kujiondoa katika maeneo hayo. Wapiganaji wa Hamas wanachotaka ni kuona kwamba Israel wanaondoka katika maeneo ambayo ni maeneo ya Palestina ambayo Israel inayakalia, lakini pia wanataka hata maeneo ya nchi zingine ambayo yametekwa na Israel pia yarudishe kwa wenye mamlaka halali wa maeneo hayo. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, kulaiki, kushare na kukomenti. Jina langu ni Ramadhani Fupi.